Shirikisho la soka barani Afrika CAF limemfungia kocha wa timu ya taifa ya Senegal Pape Thiaw kwa kutojihusisha katika mechi tano pamoja na faini ya dola laki moja kufuatia vurugu zilizotokea kwenye fainali ya kuwania kombe la taifa bingwa barani Afrika nchini Morocco. CAF imemkuta Thiaw na hatia ya utovu wa nidhamu baada ya kuamuru wachezaji wake kuondoka uwanjani kupinga uamuzi wa referee Jacques Ndala kuipa Morocco penalti ya dakika za lala salama. Vurugu hizo zilisababisha mechi hiyo kusimama kwa dakika kumi na saba kabla ya nahodha Sadio Mane kuwashawishi kurejea uwanjani, huku gol kipa Edouard Mendy akiokoa penalti hiyo ya Brahim Diaz na kuisaidia Senegal kuibuka washindi baada ya kuichabanga Morocco goli moja mtungi jijini Rabat. Shoka hilo halijamwangukia kocha pekee, huku wachezaji wa Senegal Iliman Ndiaye na Ismaila Sarr wakifungiwa mechi mbili kila mmoja kwa kumfanyia fujo mwamuzi. Kwa upande wa Morocco, mshambuliaji Ismael Saibari amepewa adhabu ya mechi tatu na faini ya dola laki moja huku nahodha Achraf Hakimi akifungiwa kucheza mechi mbili. Shirikisho la soka nchini Senegal FSF halijasazwa huku likipigwa faini ya dola elfu mia sita kumi na tano likiwa ni mojawapo ya faini kubwa iliyokaribia pauni milioni moja iliyotolewa na CAF kufuatia mtanange huo wa kihistoria uliopigwa kule Rabat nchini Morocco. Licha ya mvutano huo, kamati ya nidhamu ya CAF imetupilia mbali ombi la Morocco la kutaka matokeo ya mechi hiyo yabatilishwe kutokana na Senegal kugoma kucheza kwa muda. Habari njema kwa mataifa yote mawili ni kwamba vifungo hivi vinahusu mechi za mashindano ya CAF pekee, hivyo havitaathiri maandalizi ya timu hizo kuelekea fainali za Kombe la Dunia mwaka huu zitakazofanyika Marekani, Kanada na Meksiko. Hii ina maana kuwa makocha na wachezaji waliofungiwa watakuwa huru kuwakilisha nchi zao katika jukwaa la kidunia.